Ebana, dakika tisini za uwanja wa KMC, Mbeya City Football Club uh, kwa Simba Sports Club, hatua ya robo fainali, nusu fainali. Sasa tunazungumza, Simba tayari ameshaingia kama ambavyo aliingia nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Heavyweight, tumezitazama tu dakika tisini kwa kuanzia tu, hali yako iko vipi bana? Mimi niko salama Salmin, namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda mm. Simba imeendelea kupeta eh, si ndani mpaka nje kimataifa sasa, na so finali nyingine ya pili eh, ndani ya msimu mmoja mm. Naweza nikasema ni neema zaidi kwa Simba eh, kwa miaka na mikaka sasa haijatokea kwa Simba Sports, hili unalitafsiri vipi? Ah, ni jambo zuri na klabu kubwa siku zote of course inakuwa ina, ni mambo ya kawaida kuweza kufika kwenye michuano sehemu ndefu kwenye michuano kwenye tuseme kwenye michuano, e, michuano ya ndani sawa, ya yeah, Simba kuweza hata ku... kama itatoa taji la FA mara tano mara sita mfululizo kwa ukubwa wa Simba na no, kwa uzani wake, sio halitakuwa jambo la la kushangaza yeah. Swali, so, uh, langu na shauku ya walio wengi hivi sasa wanaofuatilia, uh, Simba ndio imepita nusu fainali kwa shirikisho ya ndani, lakini kiu yao kubwa ni kufahamu mpinzani ambaye Simba anakwenda kukutana naye nusu fainali ya shirikisho barani Afrika au Stellenbosch. Sasa nikasema Heavyweight Dulla, uh, tafsiri yake ya Heavyweight atatupitisha kwa kina ili tu waelewe vizuri hawa wa South Africa mm -hmm. ambao heavyweight sau bana imeandika historia mm -hmm. E, nusu finali ya Young Africans walikutana na Marumo Gallants lakini hii, e, nusu finali anakwenda kukutana Simba na Stellenbosch. Yeah, of course, yeah, unajua hawa mm -hmm. Stellenbosch ni, ni timu nzuri mm -hmm. amenielewa, by the way, kwa sababu kwenye uh, Betway Premiership manake ligi kuu ya nchini South Africa mm -hmm. Imeweza kuipo, mpaka sasa hivi currently, iko nafasi ya 14 sawa, eh na, ni timu ambayo imebalance. Safi yake ya ushambuliaji imefunga mabao 27, safi yake ya ulinzi imeruhusu mabao 17. Mabao 17 ni machache zaidi, ukitoa mabao ambao wameruhusu Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates, timu zote hizi mbili zikiwa zimeruhusu mabao 14, pamoja na Royal AM ikiwa imeruhusu mabao 14, lakini Royal AM yenyewe imeondoshwa kwenye ligi baada ya fixture 8 tu kwa sababu ya matatizo ya kiuwekezaji na vilabu pinzani vimepiga kura uh, kumuondosha huyo Roy AM kwa kwa hiyo, amecheza michezo nane tu na ndo ameruhusu mabao 14, kwa hiyo tunamdisqualify tunam tuna mdisqualify uh, ukitoa Mamelodi pamoja na Orlando anabakia uh, Stellenbosch ambaye ame ameruhusu mabao 17 sawa. uh, lakini ni timu ambayo ni nzuri, by the way ni timu ambayo ina uwezo wa kutoa ushindani na watu wasiichukulie poa kwa sababu amemtoa Zamalek, sawa eh? Of course Zamalek amewahi could, yani unajua scenario hizi za timu kutoka South Africa kumeliminate au kumknockout timu kutoka Misri ni very rare. Of course hii inakuwa ni kama mara nne hivi kwa timu kutoka South Africa kumeliminate timu kutoka uh, Misri umeelewa. Eh, mara kwanza ilikuwa ni eh, mwaka 2016 ambapo Mamelodi Sundowns aliweza kutoa taji lake la kwanza kihistoria la CAF Champions League alimfunga uh, Zamalek kwa aggregate ya mabao matatu kwa moja. Menilewa, ikiwa ni t-by the way ni kwa mara ya kwanza timu kutoka Misri kufeli kuchukua fainali dhidi ya timu kutoka South Africa, Africa. Africa. Sawa eh? Mm. Lakini vilevile mara ya pili ilikuwaa Mamelod Sundowns mm, walimueliminate Al Ahli kwenye hatua ya robo finali mwaka 2018 19, kwa jumla aggregate ya mabao matano kwa moja. Of course ile inakuwa ni defeat kubwa zaidi kukutana nayo Al Ahly mm -hmm, toka waanze kushiriki michuano hii ya la bingwa barani Afrika, Afrika. Afrika. Mm -hmm. Lakini mara ya tatu of course ilikuwa ni uh, Marumo Gallants kumuondosha Pyramids Pyramid FC uh, kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na mara ya nne ndo hii ambapo uh, Stellenbosch anafanikiwa kumtoa bingwa mtetezi Zamalek kwenye hatua ya robo final. Kwa hiyo manake Zamalek amekutana na kashikashi ya timu kutoka South Africa mara mbili. Manake mwaka 2016 aliweza kuvuliwa kushindwa kutoa ubingwa mwaka 2016 kwa klabu bingwa dhidi ya Mamelodi Sundowns na hii ya kutolewa na Stellenbosch ni mara pili ya. Lakini ukija kwenye swali lako kwamba e, kwa sababu unajua scenario kama zinafanana. Yanga ali, aliwahi kukutana na uh, Marumo Gallants ambaye imetoka kumuondosha Pyramids FC, si ndio? na Simba Sports Club the same wanakutana kwenye scenario hiyo hiyo ambayo Stellenbosch, Stellenbosch kutoka South Africa imemwondosha Zamalek ambaye ni Misri na kwenye hatua ile ile ya robo fainali kuja nusu fainali. Kwa hivyo uh, ardhi zinafanana. mm-hmm. Sawa, unajua hawa Stellenbosch uh, wapo Cape Town. Uh, Cape Town City pale South Africa. Kwa hiyo uh, ni, labda niseme kitu kimoja. Unajua hizi scenario ziko ni vitu viwili tofauti ndugu yangu ya yeah, hii scenario ni vitu viwili tofauti, lazima nikuambie ukweli, kwa sababu unajua watu ni wa, unajua naweza ngasema watu sio waelewa. hmm. unatakiwa uwaeleweshe vizuri wa kuelewe. Sawa, maana unajua kwa jinsi ulivyoeleza hiyo scenario hmm. uh, walio wengi wanaweza kaona sasa kimizani uh, Marumo na Stellenbosch naweza ikawa ni kitu kimoja kama walimwondosha Pyramids au wamemuondosha Zamalek kwa hiyo inaweza ikawa ni rahisi Simba kumwondosha vile vile Stellenbosch. Da, hapana mm. lazima niwe mkweli, umeelewa. kuna vitu karibu e, karibu sita saba ambavyo vinatofautiana kati ya Marumo Galansi kipindi kile pamoja na huyu Stellenbosch. Sawa, lakini lazima nikwambie ukweli, kipindi Yanga wanakutana na Marumo Galansi, Marumo Galansi ilikuwa inapigania e, kuto kushuka daraja na walishindwa baadaye walikuja kushuka daraja umenielewa, lakini vile vile asilimia kubwa ya ile squad ni uh, wachezaji wengi ni wazee mm. Walikuwa wana miaka mingi sana. Kwa mfano of course, kwa mfano kwenye safu ya ulinzi, ukimtoa Ismail Oliver Ture ambaye yupo katika kikosi cha Stellenbosch mm. uh, wengine waliobakia kuanzia fullback wa kulia Mpho Felase pamoja na Shepo Gumede pamoja na Maboja uh, fullback wa kushoto eh, Lebohang Maboja wote eh, mm, hawa walikuwa na miaka 30 31 plus Kuanzia goalkeeper Washington Arubu kwa kipindi kile alikuwa na miaka 37. Ukija kwa Mfelasi alikuwa na miaka 34. Shepo Gumede alikuwa na miaka 31. Lebohen Maboja yeye alikuwa na miaka 31, uh, Lebo, uh, Lebo moja. Kwa hiyo tafsiri haraka haraka pale nyuma kote safu yao ya, u, ya, u, ya ulinzi ilikuwa wazee na wote walikuwa wamefeli kwenye vilabu vikubwa, mfano kama Shepo Gumede na Mfano Filase pamoja na Kuduma Kudubela mm -hmm, eh, eh, wote hao walikuwa wamefeli eh, katika klabu ya Orlando Pirates kati ya kipindi cha mwaka 2015 mpaka 2017, okay, wote walikuwa wamefeli manake, na miongoni mwa season mbovu zaidi ambazo mba, eh, Orlando Pirates wamewahi kukutana nazo miaka ya nyuma ni katika kipindi ambacho kikosi chao kilikuwa kinaundwa na hawanyota na walikuwa wanakaribia mpaka kushuka daraja. Eh, baadaye wakatemwa wakaenda kwenye vilabu vingine. Kulikuwa kwenye midfield, kuna mwamba anaitwa Lucky Mohomi ambaye ndio alikuwa the best performer kwenye kikosi kwa wakati ule, akiwa na miaka 31, alifeli Mamelodi Sundowns, sio unaelewa? Alishindwa kucheza ku, ku, pale na wa, wakamtema, umeelewa? Yeah, kwa hiyo kulikuwa kulikuwa kuna wachezaji wengine wametoka pale wakaenda vilabu vingine, kwa mfano Katlego Tladisa ambaye alienda Kaizer Chiefs, hapa form mpaka sasa hivi, lakini kuna Lebisa Nko ambaye alifanikiwa kwenda Mamelodi Sundowns baada ya Marumo kushuka daraja. E, katika michezo 30 ambayo, um, Mamelodi Sundowns walishuka dimbani, yule Katlego e, e, namaanisha Lebisa Nku haku alicheza michezo kumi tu na hakucheza kwa dakika zote tisini na amefanikiwa kufunga bao moja na asisti moja kwao. Kwa, kwa maana hiyo alifeli, si umenielewa? Na sasa hivi yupo katika kikosi cha Stellenbosch na namba pia hapati kwa hiyo ukiwezi ukafananisha na huyu huyu nani, Stellenbosch Stellenbosch ni uh, kikosi ambacho kina vijana, umeelewa. Mimi nitakupa mfano, kuna mwamba anaitwa Ikram Reiners ambaye anashika nafasi ya pili kwenye ufungaji bora kwenye ligi kuu ya South Africa, Betway Premiership. Huyu jamaa kwanza akiwa na Stellenbosch ameweka record ya kufunga mabao matano peke yake kwenye mchezo mmoja. Umeelewa? 5 goals mchezo ambao ulifanyika Aprili 27 mwaka 2024. Amefunga mabao mwaka, mwaka jana hiyo before kwenda Mamelodi Sundowns. Alifunga mabao matano peke yake, hiyo ni record, kwa sababu mara ya mwisho, hii inakuwa mara ya pili kihistoria kwenye e, e, premiership ya South Africa. Mara ya kwanza ilikuwa ni 2007, ambapo ambapo huyu James Chamanga wa Maroka Swallows aliweza kufunga mabao sita e, na, no mabao matano katika ushindi wa mabao sita kwa moja, umeenelewa, dhidi ya Platinum Stars mwaka 2007 Disemba 6. hiyo record inakuja kuwa leveled na huyu Ikram Rainers. Yes, sasa hivi huko Mamelodi Sundowns na ndo anashika nafasi ya pili ya mbio za ufungaji, lakini achana na hivyo, kuna dogo ambaye amesajiliwa na Mamelodi Sundowns dirisha hili la usajili, ameenda pale Mamelodi Sundowns, anaitwa Jaden Adams, ambayo tayari tetesi zinamhusisha na european giants klabu ya Sevilla. Yeah, ya, kutoka nchini Hispania wanamhitaji. Yaani kasajiliwa dirisha hili dogo la usajili. Mamelodi Sundowns na mm -hmm, katokea Stellenbosch. Mm. Alikuwepo mpaka mwanzo wa msimu alikuwepo na ameondoka pale akiwa na bao lake moja na assist mbili. Mm -hmm. Si unanielewa? Mm -hmm. E, yeah, na assist moja aliweza kuitoa hivi kwa Andre De Jong katika mchezo wa kwanza ambao wanapata goli kwa kisigino fulani amazing na ndo Andre De Jong akafunga bao lake la la ligi pale kwa shuti la nje ya box. Sasa mm -hmm. Huyu upo uh, Mamelodi Sundowns na ana perform vizuri mpaka Sevilla wanamwangalia, wanataka kumsajili, si unanielewa? Lakini kuna Junior Mandieta ambaye ametoka Stellenbosch ameenda Mamelodi Sundowns, lakini kuna wachezaji pale ambao wamesajiliwa kutokea timu timu, kwa mfano kama Ashley Kupido, yeye wakati anasajiliwa kutoka Free State uh, ali Cape al, al, al, Town Ajax sorry, ambao ilishuka daraja by the way, okay. E, alikuwa anagombaniwa na vilabu vingi kuwemo Orlando Pirates na Kaizer Chiefs kupata saini yake, ambaye yupo katika kikosi cha Stellenbosch akiwa na mabao matano kwenye PSL. Umeelewa? Sasa utafananisha vipi timu ambayo wachezaji wake wengi walikuwa wazee wamefeli huko Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns pamoja na Kaizer Chiefs, alafu kompee na wachezaji ambao wanatoka pale Stellenbosch wanaenda, wanaenda vila kwenye vilabu vikubwa kubwa. Na wana perform, si unanielewa eh? Na bado wana perform na wanahitajika kwenye vilabu vikubwa zaidi, lakini hata kikosi chao cha sasa hivi, kwa mfano, mtu kama Devon Titus ambaye ana mabao sita ndio kinara kwenye upande wa kufunga, kwa upande wa kikosi cha Stellenbosch ni mchezaji ambaye ana performance nzuri msimu lop, msimu uliopita mm -hmm. Alifanikiwa kuchukua mchezaji bora wa michuano ya Carling Knockout Tournament, umeelewa? Mm -hmm. Carling Knockout Tournament yeye, yeah, akiwa mchezaji ambaye amechukua mchezaji bora wa michuano licha ya kwamba timu yake iliondoshwa kwenye robo finali na Marumo Gallants umenielewa? Lakini kuna huyo Kupido mwenyewe nimetoka kumtaja, alafu kuna fullback ambao nafikiri Simba wanapaswa kumwangalia kwa jicho la ziada, anaitwa Fawaz Bazadin. Huyo Fawaz Bazadin, Bazadin kwanza amefunga goli ambao linaweza likawa hata contender kwenye Puskas Awards. So, Okay. Unajua Puskas Awards? Of course amefunga bao kama yadi 60 kutokea kwenye lango la la mpinzani. Menelewa manake kaalifunga akiwa kwenye on half kwenye transition. Amemwona goalkeeper amesogea mbele, aka mm. eh akaichop nyuma ya goalkeeper Craig Metin na bao likawa eh, uh, chaguliwa kwa bao bora la mwezi Septemba kwa sababu alilifunga tarehe 25 Septemba. Mm. Si unanielewa, dhidi ya Golden Arrows. Ile uh, bao limekuwa nominated kuwania tuzo ya goli bora la msimu ikiwa bado msimu ndio kwanza mwa upe, lakini limechaguliwa goli bora la mwezi Septemba ikiwa E, halina mpinzani yani maanake hakuna bao lingine bila kupingwa. Kupingwa. Yeah. Sio umeelewa. Bonge moja la bao amefunga. Huyo fullback ni hatari. Ana mabao mawili of course kwenye ligi lakini mm. ana influence ile attacking play ya yeah, Stellenbosch. Mm. Unajua mimi kuna vitu huwa na visema mm. Watu wanakuwa mwanzo hawaelewi. Mm. Baadaye ndo wanakuja wanaelewa. Sio unanielewa? Mm. Kwa hivyo huyu uh, mchezaji naye ni, mm. Mm. Menilewa, ni wa kuchungwa. Umeelewa, huyu ni mchezaji wa kuchungwa. Kwa hivyo nategemea kuona Simba Sports Club wanafanyaje, wanamchunga sawa. Kwa hiyo nikikujibu swali lako, kipindi Yanga wanacheza na Marumo Gallants, Marumo Gallants ilikuwa ni timu mchekea. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wasichukue hii kwamba oh, tunaenda kucheza na Stellenbosch, tutafanya kama Yanga walivyofanya. Umeelewa? Simba ata progress kwenda final, lakini hatokuwa na mechi nyepesi. Okay. Umenielewa? Hatakuwa na mechi nyepesi kwa sababu wachezaji wa ambao wanaunda safu ya ulinzi ya, uh, of course wana, kuna kwa mfano kama Ismail Oliver Ture nimemtaja yupo pale. ametoka mm -hmm. uh, Marumo Gallants na anafanya makosa of course kiulinzi, lakini kuna Brian Onyango ambaye pia ame alikuwepo kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns Mkenya mm -hmm. yupo pale, lakini uh, somehow timu ambayo imeruhusu mabao machache katika nafasi yupo katika nafasi ya tatu kwenye kuruhusu mabao machache zaidi, umeelewa? eh, uh, kumake Orlando Pirates pamoja na Mamelodi Sundowns wameruhusu mabao 14. Mm, mm, mm, Manake 17. Manake tofauti ya mabao matatu tu. Mm. Manake hiyo ni timu ambayo inaonekana ni ngumu zaidi kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye ligi kwenye kuifunga. Maana mm, lakini timu ambayo imefunga mabao 27 sio sio wastani mbaya of course katika michezo 22. Kwa hiyo naweza nikasema eh, uh, ni timu ambayo Simba Sports Club wanapaswa kujiandaa nayo vyema ingawa naa, eh, of course ingawa ni ni debut. Nikisema debut, unamaanisha ni mara yao ya kwanza kushiriki michuano ya CAF mm. hawajawahi kushiriki, kwa hiyo ni mara yao ya kwanza, lakini kuna kitu ambacho kipo of kwa eh, course ni kitu ambacho kipo kwa mfano, wao mpaka kufikia hapa wao wameridhika yani, kwamba hata kama watatolewa hawato, meupe yani, hawatokuwa na mgagaziko wowote, kwamba da tumetolewa, swini ah, no yani watakuwa wameridhika kwamba hapa Tulipofikia sipa baya. Kwa tunakubali tunakubali, Dula, uh, heavyweight ni kwamba Zamalek kutolewa na Stellenbosch haina maana kwamba Stellenbosch walikuwa na quality kubwa kuzidi Zamalek, ila mipango tu na mbinu za mwalimu ndo zimewavusha ha, hapana. Ukisema ha, ukisema kwamba uh, Stellenbosch wana quality kubwa kuliko Zamalek, kwa kigezo hicho sio kweli. Unajua michuano ya knockout, ninachokusudia ni kwamba Uh, Stellenbosch kuifunga Zamalek haimaanishi kwamba ina quality kuliko. Yaani hilo ni jibu. Yaani hiyo haina no doubt bwana. Yaani Stellenbosch kumfunga Zamalek mm, haimaanishi kwamba Stellenbosch ana quality kuliko. Yeah, Stellenbosch huyu huyu amefungwa tano na RS Berekani. Huyu mm, Stellenbosch amefungwa tano na RS Berekani lakini amefungwa nje ndani na RS Berekani. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Stellenbosch mm, labda RS Berekani akicheza na Zamalek anaweza akamfunga labda tano, sita kwa sababu Stellenbosch ambaye ndo mbabe wa Zamalek amemfunga tano. Hapana. Kwa hiyo ina maana kimpira inaweza ikatokea timu kubwa, of course, hata Simba Sports Club na ukubwa wake. Umenielewa, ametoka kufika robo finali ya michuano ya CAF msimu wa nyuma, yake anakuja anatolewa na Yudi Songo msimu wa pili tu kwenye kujaribu kuhakikisha nafasi ya kufuzu tena makundi eh, ambayo ilikuwa ina wachezaji ambao walikuwa wanaunda kwa kama Luis Mixon, eh, ambaye ndo alileta kilio malaki. Eh, kwa hivyo mimi mimi kwa upande wangu Louis Mixon ndo alikuwa Udisongo. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba uh, Simba watakutana kidogo na tough game mm. Kutokana na kwamba tayari wale uh, Stellenbosch kuna kitu fulani watakuwa nacho kwamba tumeweza kumtoa Zamalek mm. Ambaye bingwa mtetezi Simba, nani unajua zi? Yani, hiyo lazima itakuwepo mentality hiyo lazima itakuwepo mm. By the way lazima itakuwepo, lakini ukija kwenye quality wise mm. Umeelewa, sisemi kwamba Stellenbosch hawana quality Simba wana quality, lakini wana faida zaidi kwa sababu ni wazoefu wa michua. Unaweza ukawa una quality nzuri kwenye squad yako umesajili kupru, lakini usiweze kutoa taji au usifike fainali kwa sababu ya kukosa uzoefu. Unaijua Pyramids FC, nafikiri? Mm, Pyramids nafikiri FC ilivyochukuliwa na Turki Al Sheikh taikunu Turki Al Sheikh mwaka 2018 alileta wachezaji wengi wakubwa kwenye kikosi lakini mpaka leo anaota tu kuwa bingwa shirikisho au klabu bingwa, of course, amewahi kufika finali, lakini haikum haikumgarantee yeye ku kutoa taji. Kwa sababu gani? Kwa sababu sawa, alikuwa na wachezaji wakubwa wazuri, gharama kubwa na nini, lakini hakuwa na uzoefu wa kuchukua hiyo michuano sielewa. kwa hiyo Simba wana faida mbili dhidi ya Stellenbosch, kwamba quality ya kumfunga Stellenbosch of course wanayo lakini jambo la pili wame wame- kuna funzo wamechukua kwa sababu Stellenbosch ametoka kumtoa timu kubwa na automatically mimi Simba naamini walikuwa wanajiandaa kucheza na Zamalek sio kucheza na Stellenbosch. Eh, eh, fikra walikuwa natarajia -tar -tar iba. Eh, fikra zao zote zilikuwa kwamba wanaenda kucheza na Zamalek. Zamalek. Kwa hiyo maandalizi yao yalikuwa ni kwa ajili ya kumkabili Zamalek. Kwa hiyo kwa sababu wametolewa, of course inakuwa kama surprise kwa Simba na maana hiyo pia inakuwa somo kwamba hawa Stellenbosch ukiwadharau wanaweza wakakufanyaje? wakakuumiza uki, uki, uki, uki, tafsiri kwa namna ambavyo unang'amua mambo mm. Ukisikia timu inajiandaa kukabiliana na timu fulani alafu ile timu ikaikosa kwa maana ya uzani Zamalek na uzito zaidi ya Stellenbosch e, maandalizi yale yakigeukia kwa hii timu ambayo imemondoa ime yule ambao alikuwa namtarajia, inaweza ikawa ina faida yoyote kwa timu ambayo ilikuwa inatarajia kukutana na timu X ambayo imeshatolewa? Of course, yani faida inakuwa zaidi kwenye mentality ya kuendea mchezo. Okay. Kwamba usiwa underrate wapinzani sawa? Okay. Na uh, uki, uki unavua underrate wapinzani, wanaweza wanaweza kwa kuadhibu, kwa sababu wewe unakuwa ni kama vile una yani, sijui nitumie kauli gani, yani ni kama yani umeshajiandaa kupigana na tembo alafu ukakutana na na mbwa, ukamchukulia poa mbwa akakudhuru ku, zaidi ya tembo. Mm -hmm. Naelewa. Kwahiyo, kwa hiyo e, kwa upande wangu mimi sawa, Stellenbosch sio timu mbaya kabisa imagine, yani kabisa yani Stellenbosch sio timu mbaya na Simba wanapaswa kujiandaa vizuri, na wasiji watu kafananisha Marumo Gallants sijui kipindi kile na Stellenbosch sawa Ee, Marumo Gallants. So wachezaji wengi sana walio toka pale wameenda, hata huyo Jitaranga Chivaviro ambaye ndo alikuwa best performer kwa upande wa kombe la shirikisho mm. E, akifunga mabao mengi kunyuma ya Mayele, pia naye amekwenda Kaizer Chiefs si ndio? mm, mm. hakufua dafu si unanielewa, hakufua dafu pamoja na kwamba Kaizer Chiefs walikuwa na changamoto kwenye eneo la ushambuliaji kwao. kwa haraka haraka, ile timu ilikuwa imefeli sana na ikashuka daraja, of course. sasa hivi bado ipo kwenye Betway Premiership, yamerudi Uh, lakini Stellenbosch ni timu ambayo inazalisha vipaji na inajua kuona wachezaji wazuri, sawa. Ya kuna nyota, kwa mfano kama Nimana Gedswill ambaye alicheza na Rivers United katika hatua uh, ya robo finali walipocheza na Young Africans msimu wa 2022 2023, yupo katika kikosi moja, ya fullback mzuri sana, umeelewa? Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza kungamua wachezaji wazuri sawa kwa hiyo watu wasiichukulie poa hivyo, naona watu wamefurahi, ito, na, na, na, na. Of course ni, ni timu ambayo Simba wana uwezo wa kuitoa, lakini wasifananishe scenario ya Marumo. Marumo alikuwa ameoza kwa Mkapa. Naomba liwe langu la mwisho, kwa sababu yapo mengi ambayo tutaendelea kujadili kwa juma zima mpaka kufikia tarehe ishirini kwa Mkapa pamoja na ardhi ya Madiba. Nilimsikia uh, jemedari akizungumza Simba Sports atacheza fainali na RS Berkane. Katika scenario ambayo umeieleza mnyama Simba unamwona kwenye fainali na Rais Berkane kama yeye ambavyo ametabiri of course na hata possibility ya kutoa taji anamwona vile vile. So, of course, of course. Simba ana uwezo wa kutoa treble kwa mara ya kwanza kwenye historia. Treble ni manake international trophy pamoja na loko mawili FA pamoja na kombe pamoja na kombe moja aidha la Confederation au Champions League kwa Ulaya ni kama Europa au UEFA Champions League. Simba ana uwezo na ana opportunity hiyo. Yuko nusu finali ya kombe la shirikisho la ndani, yuko nusu finali ya kombe la shirikisho la nje. Umeelewa? Yupo kwenye nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa ligi. Umeelewa? Sasa, why not asichukue treble? Uwezo huo anao. Umeelewa? Sio tu kufika finali hata kutoa taji kwa sababu uh, ni, ni, ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kushinda mechi zake za nyumbani kuliko timu yoyote Tanzania. Yaani mimi nakwambia kitu kimoja. Simba Sports Club ingepita ile njia ambayo Yanga amepita elfu mbili mm. na ishirini na mbili ishirini na tatu akakutana na USM Alger mm, kwenye fainali mm, USM Alger angefungwa hapa nyumbani mm, kwa Mkapa mm, sawa, mabao matatu kwa sifuri, sawa wale, wale wangefungwa mabao matatu kwa sifuri mm, ile Abdul Haq Ben Sheikha mm, umeelewa. Alafu wakaenda away wakashinda bao moja sifuri, umeelewa, goma likawa upande wa Simba. Of course Simba Sports Club inapokutana na timu kutoka Algeria nafikiri unaelewa. Unaelewa? Uh, ni CS Constantine ndo kidogo ameonyesha kwamba kwa sababu kwa, kwao walishinda mbili moja, lakini kwa Mkapa wakapoteza mbili bila, na still kama ingekuwa ni aggregate, Simba ingekuwa ipo juu kwenye aggregate. Ilimfanya nini Jay Saura, msimu wa 2018 19 alipigwa tatu kwa Mkapa, akaenda kwake akashinda mbili bila kwao, ingekuwa kwenye aggregate Simba still ingekuwa ina na faida nafasi, umeelewa sasa why not kwa USM Alger kwa hiyo e, Simba Sports Club mimi kwa upande wangu mm, naipa nafasi hiyo ya kuweza kuidhuru timu yoyote barani Afrika kwenye kombe la shirikisho na uwezo huo anayo na quality hiyo anayo bila shaka, shikilia hilo alilozungumza heavyweight walimaliza kama kinara wa kundi A na hivi sasa wanasonga nusu fainali sio SRB Federation Tanzania wala shirikisho barani Afrika ameona jicho lake linamwambia kwamba Simba ana uwezo wa kuikabili timu yoyote na kuiadhibu kwa kupata matokeo ambayo inaweza kuipa ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Naomba niweke nukta, yapo mengi ambayo tutaendelea kuyajadili mimi pamoja na Heavyweight kwa wakati ambao tumeketi hapa. tuna la ziada ni Wispo TV kutakie weekend njema, asalamu alaikum.